Na kama kuna kitu nimejifunza mwaka huu, watu wote ambao wako wa maisha yangu kimsingi, mianguke ama nibaki chini, natakiwa niepukane nao. Watu hawa hawako mbali na mimi, ni watu wa karibu. Si mnajua kikulacho kinguoni mwako, na pia mjue miwa ni tamu, ila hakuna atakaye meza. Na namaanisha nini? Unaweza ukajiona mwema kwa wenzako, ila hakuna atakayekupokea kwa kila kitu watahitaji tamanio yako tu, kisha wakishaipata utatupwa kama ganda la muwa. Pia ili umie, unahitaji mtu wa karibu. Hapo msibishe, sababu ili nyoka ikuume, lazima uwe karibu nayo. Nyoka iwezi kuwa Mombasa kisha ikuume ukiwa Nyamira, haiwezekani. Ili umie, unahitaji mtu wa karibu. Ujichunge na wenzako ulio karibu nao. Pia kuna watu ambao kama sio wao hautafaulu. Si kila mtu ni mbaya, unaweza kuwa na mtu mwema kuliko hata watu wa damu. Tafuta ukaribu wa watu kama hao. Mwaka ujao unatakiwa ufanikiwe, soma Yeremia 29:11. Ila kuna mtu atasababisha ushindi, ondoa huyo mtu ili ufanikiwe. Kama unatamani kufanikiwa na uwe na maisha mazuri uwe na watu wanaoleta mwongozo mwema kwako, utafanikiwa ila kwa vitu vingi. Jiamini, jitegemee, jitume, jijue, jipe morali na utajikomboa. Ah, sijui unanielewa. Mimi naitwa Patrick Mumgii.